Mheshimiwa Naibu Waziri, huko hapa, kumekuwepo na kilio maeneo mengi ya zile dawa mahususi kukosekana. Tuna hospitali nzuri na majengo mazuri na huduma nzuri za vipimo, vipimo vinapatikana vya, vya, vya kisasa ambavyo mtu akipelekwa India anatumia vipimo kama hivi hivi inatokea tu. Tuna madaktari wazuri na Mheshimiwa Rais ameelekeza ame, ndani ya siku mia waajiriwe wengine elfu tano Kumekwepo, kumekuwa ikijitokeza ikijitokeza, mgonjwa anaonana na daktari bora kabisa bingwa, vipimo vinaonyesha, vinatambulika anachoumwa, inaonekana dawa ile mahususi anayotakiwa kutibiwa haipatikani hospitalini Hili limekuwa likileta dosari na wagonjwa wakielekezwa wakatafute dawa kwenye kioski ama kwenye duka la dawa lililo jirani. Sasa hospitali kubwa kama hii inatakiwa iwe na duka la dawa na inatakiwa iwe na dawa zote ambazo ni za muhimu na zinazohitajika. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, fuatilieni kitengo chenu kile kinachotafiti aina ya dawa kifuatilieni vizuri na bohari ya dawa yenyewe inayonunua, inayoagiza, inayoagiza dawa ifuatilieni vizuri, isije ikawa zinafanyika janja, janja katika baadhi ya maeneo haiwezekani. Hospitali kubwa kama hii ikose dawa alafu duka la mtu binafsi tu yuko pale kiosi, kiosi kikipata zile dawa. Kwa hiyo fuatilieni kitengo kinachotafiti ni aina gani ya, ya dawa zinatakiwa Lindi zipatikane hizo hizo, kama duka binafsi linapata, hospitali inakosaje? Na bohari yetu inayoagiza dawa, na yenyewe izingatie mgawanyo wa dawa. Kwa mfano leo hii ukienda ukarundika dawa nyingi za malaria ya Zanzibar, utakuwa hujatafiti kwa sababu reti hiyo ya, ya mareli walishaitokomeza. ya kwa hiyo inawezekana kutafiti na, na kujua eneo fulani ni dawa gani zinatakiwa. Kwa hiyo hili, hili Mheshimiwa Naibu Waziri, kitengo cha utafiti na bohari izingatie, kwa sababu ukienda kwenye takwimu za, za utoshelevu wa dawa asilimia 80 90 100 Ukienda hospitalini kila mgonjwa anaelekezwa ka dawa hii haipo hapa, akatafute kwingine, ili alikubaliki. Na kwa kuwa tunaelekea kwenye bima, bima ya afya ambayo tunataka watu watumie kadi, tunatarajia bima ile impe vyote pale hospitalini ambapo, ambapo anaenda, anaenda kutibiwa.